Naendelea na wizara ya mambo ya ndani ya nchi, swali la Mheshimiwa Flatei Gregory Massay. Swali linalofuata naelekezwa katika wizara ya mambo ya ndani ya nchi kutoka kwake mheshimiwa Flatei Massay mbunge wa Mburu vijijini. Yeye anauliza kutokana na wizi wa mifugo uliokithiri katika bonde la Yayeda chini, serikali ilianzisha kituo cha polisi na sasa kimeondolewa. Je, serikali ina mpango gani wa kukirudisha kituo hicho ili wananchi wapate huduma za ulinzi wa mifugo na mali zao? Naibu waziri uh, wizara ya mambo ya ndani ya nchi anajibu swali hilo. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Flatei Gregory Massay mbunge wa Mbulu vijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kuwa kituo cha polisi cha bonge, cha bonde la mto Yaeda chini kilianzishwa kutokana na kukithiri kwa matukio ya wizi wa mifugo. Kufuatia hali hiyo, jeshi la polisi lilipeleka gari piti namba mia moja namba mia moja na nane, ya Land Rover kituo cha polisi cha Haydom kinachotoa huduma ya ulinzi eneo hilo na kuanzisha doria za mara kwa mara ili kupambana na wimbi wa wizi wa mifugo. Kwa hivi sasa, hali ya wizi wa mifugo na uhalifu mwingine katika eneo hilo imepungua. Hata hivyo, kituo hicho hakijaondolewa bali taratibu za kutoa huduma za ulinzi zimebadilika, ambapo askari hupangwa kwa kazi za ulinzi wa doria eneo hilo kwa kipindi maalum na kwa awamu. Jeshi la polisi litaendelea kutathmini na kuzingatia hali ya uhalifu wa eneo hilo. Mheshimiwa Flatei Massay, nimekuona swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa Spika, naomba kumuuliza mheshimiwa waziri maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa sasa uhalifu umeongezeka katika bonde la Yaeda Chini, hasa mfano ubakaji na mambo mengineo mengi gari lililosemwa hapo, Mheshimiwa Spika, kwanza ni bovu na uchakavu katika eneo hilo la polisi au kituo cha polisi Haidom. Lakini haitoshi hapo, mvua ikinyesha kidogo, bonde la chini alipitii kutoka Haidom kwa gari lolote. Je, serikali yaoni kwamba bado wananchi wa ida chini wana haki ya kulindwa wao na mali zao? Swala la pili, Mheshimiwa Spika, kwa kuwa wananchi wa eneo chini wanahitaji kulindwa, je, tukiwahamasisha, serikali iko tayari kuchip in ili kujenga kituo hicho pamoja na wananchi? Majibu mafupi ya maswali hayo, mheshimiwa naibu waziri mambo ya ndani ya nchi, injinia Masauni. Mheshimiwa Spika, Naomba kujibu suala la nyongeza la mheshimiwa atei kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kama nilivyojibu katika jibu langu la msingi kwamba hatua zilizochukuliwa kwa hatu kiasi fulani zimesaidia sana kupunguza tatizo la uhalifu hasa wizi wa mifugo katika bonde la eda chini, lakini nakiri kwamba nikubaliana na mheshimiwa mbunge kwamba jitihada hizo zinahitaji kuongezwa ili kuondosha kabisa masuala ya uhalifu hasa wizi wa mifugo katika eneo hilo, na hii inadhihirisha kutokana na ukweli kwamba kwa mfano kwa, kwa takwimu za mwaka elfu mbili na kumi na nne, kumi na tano, e, katika wilaya Mbulu ambayo imeonyesha kwamba kuna matukio karibu ishirini na moja ya wizi wa mifugo eneo la ila chini lilikuwa lina, lina, lina matakwimu ya matukio matano ambayo ni makubwa zaidi kulinganisha na maeneo mengine katika wilaya hiyo. Hata hivyo kwa mfano katika mkoa mzima Manyara wilaya ya Mbulu ndio iko chini ukilinganisha na wilaya nyingine kama Kiteto ambayo inaongoza na matukio 71 ikifuatiwa na moja, Babati yenye matukio 41 pamoja na Simanjiro 27 na Hanang 26. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mheshimiwa, Mheshimiwa Spika, kutokana na hayo basi, naomba nichukue fursa hii kumwomba Mheshimiwa mbunge akubaliane na mimi kwamba baada ya bunge hili tukae pamoja ili kujiridhisha kwamba kama kuna haja ya kuchukua hatua zaidi, na hatua zaidi zitategemea mambo makubwa matatu. Kwanza sio tu kwamba e, kutokana na wingi wa matukio ya uhalifu, lakini inategemea vile vile na idadi ya watu, inategemea hali ya kijiografia sehemu husika, pamoja na upatikanaji wa fedha. Utakapokuwa tumefanya ziara pamoja na mheshimiwa mbunge, tutajua nini cha kufanya kulingana na upatikanaji wa fedha kati utakaporuhusu. Kuhusiana na suala lake la pili kwamba e, wananchi wa jimbo lake naye mwenyewe wakishirikiana serikali itachukua hatua gani? Mimi nataka nimpongeze sana kwa hatua zake hizo nzuri, kwamba tunaamini kabisa kwamba serikali ina, ina, inafinywa bajet. na hivi sasa vituo kumi karibu ambavyo viko katika hatua za ujenzi vimekwama kutokana na upungufu wa fedha. Sasa ikiwa mheshimiwa mbunge atashirikiana na nchi yake kuhamasisha ili kuweza kusaidia nguvu serikali, basi tutamuunga mkono. Nataka niahidi tu kwamba serikali itakuwa pamoja ushirikiana na yeye, pamoja na nchi wake kuhakikisha kwamba inasaidia ina, ina, ina, ina kuimarisha ulinzi katika eneo hilo.